Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye aliyealikwa hasa kufanya shughuli hii. Lakini Mheshimiwa Rais akaamua kunituma mimi. Mheshimiwa Rais anawapongeza sana kwa jitihada kubwa katika ujenzi wa nchi yetu kimaendeleo na hususan katika miundo mbinu ya usafirishaji na usafiri, uwekezaji, we, we, na teknolojia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imezamiria kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ukamilishaji wa mradi huu wa jengo maalum na viongozi wa nchi. Kama mnavyofahamu, kiwanja cha ndege ni lango kuu kuu linalowezesha wageni, linalowezesha wageni kuona kwa mara ya kwanza sura ya nchi yetu. Hivyo hili ni eneo ambalo linatangaza nchi yetu ulimwenguni. Kwa mantiki hiyo uwepo wa jengo hili la kisasa kwa ajili ya mapokezi na safari za viongozi wakuu wa nchi na wageni mashuhuri ni fursa muhimu katika kujenga taswira ya nchi na kuimarisha diplomasia, itifaki na mahusiano ya kimataifa. Kama nilivyokwisha eleza, jengo hili la kwanza na la aina yake kwa nchi za Afrika Mashariki lina uwezo wa kuhudumia ugeni wa viongozi wakuu wa tano kutoka nchi tofauti wanaoingia na kutoka nchini kwa wakati mmoja, hivyo ninaitaka mamlaka ya viwanja vya ndege kusimamia kwa umakini matumizi ya jengo hili kuhakikisha linatunzwa ipasavyo na kudumisha viwango na ubora wake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi mlioko hapa, serikali imejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika, kwani ufanisi katika huduma na uchukuzi unaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya ushindani wa kibiashara, unatuongezea mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Pamoja na ujenzi wa jengo hili, serikali ya awamu ya sita imejipanga kikamilifu kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kisekta kama ilivyoainishwa katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020-2050 Mp na mpango wa miaka mitano wa maendeleo ya taifa 2026-2027, 2030-2031 na, na, na, na ilani ya uchaguzi ya chama cha Mapinduzi ya 2025. Hivyo serikali itaendelea kuboresha miundo mbinu na huduma mbalimbali katika viwanja vya ndege na huduma za usafiri wa barabara, usafiri wa majini na usafiri wa njia ya reli. Pia uboreshaji wa huduma za kampuni za ndege Tanzania ATCL, kwa lengo la kuboresha usafiri wa ndani, kuunganisha nchi yetu na nchi nyingine, na kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha uchumi wa Tanzania na biashara za kimataifa. Aidha, ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, serikali imedhaminia kuunganisha huduma za sekta ya uchukuzi multimodal transportation. Katika, kute, katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na uunganishaji wa huduma za viwanja huduma za viwanja vya ndege, usafiri wa barabara, maji na reli. Mathalan, mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT katika kati ya eneo la posta na gongo la mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa, hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali zinalenga kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi kitaifa na kikanda. Hii inatokana na fursa za faida ya kijiografia za nchi yetu, ambayo ni lango kuu la biashara la nchi nane, nchi zaidi ya nane zilizopo kusini mashariki kati ya bara la Afrika na kiunganisha bara letu na nchi za mashariki ya kati na mbali Hivyo zam, ni dhamira ya serikali kuendelea utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kwa, kwa vipande na maeneo yote yaliyobaki kuelekea Tabora, Mwanza, Kigoma hadi Msongati huko Burundi. Pili, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam gati namba 12 mpaka 15 na bandari nyingine za kimkakati za Tanga, Mtwara, Kisiwa Mgao, Mbamba Bay, Kigoma na Bagamoyo. Tatu, uboreshaji wa reli ya mamlaka ya reli Tanzania Tanzania na Zambia Tazara, kutoka Kapiri Mposhi hadi Dar es Salaam. Ujenzi na ukarabati wa barabara za lami zinazounganisha Tanzania na nchi jirani, na pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vikiwamo Msalato, Kilimanjaro na Mwanza, lakini pia ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu na ununuzi wa ndege mpya sita za kisasa za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, uwekezaji wa serikali katika sekta ya uchukuzi, uchukuzi umeleta manufaa makubwa. Mathalan, mchango wa sekta ya uchukuzi katika pato la taifa uliongezeka kutoka asilimia 7.2 mwaka 2023 mpaka asilimia 7.5 mwaka 2024. Kasi ya sekta ya uchukuzi iliongezeka kutoka asilimia 4.1 mwaka 2023 hadi asilimia 4.2 mwaka 2024. Na, na katika kipindi cha hivi karibuni, robo ya kwanza na robo ya pili ya mwaka 2025, ilikuwa kwa wastani wa asilimia 5.4. Hivyo kwa kiasi kikubwa ongezeko hili limechangiwa na uwekezaji katika upanuzi na mtandao wa barabara, uboreshaji wa bandari, huduma za anga na maendeleo ya reli. Aidha, mafanikio katika sekta hii yanajumuisha ongezeko la mizigo inayohudumiwa katika bandari zetu kutoka tani milioni 27.55 mwaka 2023/24 hadi tani thelathini eh, milioni 32.75 mwaka 2024/25 ongezeko la abiria katika viwanja vya ndege kutoka abiria milioni tano laki mbili hamsini na mbili elfu na mia tano hamsini na tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi abiria milioni tano laki nne sitini na sita elfu na mia nane themanini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano na ongezeko la abiria kutoka milioni moja laki moja elfu ishirini na tatu na mia sita tisini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne hadi milioni moja laki moja sabini na nane elfu na ishirini na tano mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Napenda niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya uchukuzi ili kuchagiza zaidi ukuaji wa uchumi wetu. Pamoja na serikali kuendelea kuwekeza katika sekta ya miundombinu na huduma za sekta ya uchukuzi na wakumbusha kuwa uwekezaji huu ni wenye gharama kubwa sana. Hivyo sote tunawajibika kuilinda na kuitunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tukumbuke uwekezaji huu ni jasho letu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kwa kusimamia kikamilifu mradi huu na miradi mingine ya serikali inayoendelea kutekelezwa kwa viwango vya ubora unaozingatia muda na thamani ya fedha. Hongereni sana. baada ya kusema hayo kwa niaba ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ninayo heshima kubwa kutamka rasmi kwa jengo maalum la viongozi wakuu wa nchi na wageni mashuhuri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere limezinduliwa <coughs> Ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Excellencies, ambassadors, I really appreciate and treasure your presence here. Thank you so much. Asante sana, naomba tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuzindua rasmi jengo hili mashuhuri la viongozi mashuhuri katika kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Makamu wa Rais, itifaki iliyobaki sasa ni ya picha za kumbukumbu kumbu. Naomba uridhie tuwe na picha chache sana. Kwanza nitaomba waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri tafadhali tusogee kwa ajili ya picha. Wakati huo niombe makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mjiandae. Sasa ni mawaziri tupite huku, tutatokea kule Eh, sasa ni waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, halafu baada ya hapo makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu eh, mjiandae tutafuatiwa na wakuu wa taasisi za serikali namna hiyo, mtazamaji wa TBC1, kwa sasa kinachoendelea hapo ni zoezi la picha. Naona viongozi hapo kadhaa wakiwa wanapanda hapo na naibu waziri pia, nikiwa nawaona hapo wakiwa tayari wameshasogea hapo, namwona Zainab Katimba, ipo mwasi kamani na viongozi wengine ambao wako hapo kwa ajili ya kuweza kupata picha hata za kumbukumbu. Kilichofanyika hapa ni historia, lakini pia ni kumbukumbu kubwa, tukifahamu kwamba uwanja wa ndege ndio lango kuu ambalo linaonyesha wageni sura ya nchi. Kwa maana hiyo, wakifika hapa katika uwanja huu wa Julius Nyerere, katika jengo hili ambalo limezindua leo la viongozi mashuhuri, wanaanza kuipata picha halisi ya Tanzania. Lunama okay. Aa, na kubwa kuliko ambalo tumelipata kupitia hasa katika hotuba ya, ya Mheshimiwa Daktari Balozi kutuba, e, Emmanuel Nchimbe, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kubwa zaidi ni katika kuhakikisha kwamba licha ya ujenzi mbalimbali ya miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa, kubwa kuliko ni kuhakikisha kwamba miradi hii inazidi kutunzwa uanzishwaji na ujengwaji ni jambo moja, na kutunza na ni jambo lingine, na hii yote ni kuhakikisha kwamba miradi inazidi kutunzwa zaidi. Wakati huu wa management ya wizara ya uchukuzi tujiandae, na watafuatiwa na bodi ya wakurugenzi management... ya, ya TAA na management ya TAA itakuwa picha moja. Sasa ni management ya wizara wizara ya uchukuzi, pia na wao akipata picha hapo za ukumbusho, ulikuwa unaelezea pia kwenye kile ambacho kinafanyika hapa, lakini msisitizo ikiwa ni kuilinda wabua, ile miradi ambayo inatekelezwa. Tukiangalia dira taifa ya taifa ya maendeleo ya 2050 inaichora Tanzania katika picha kubwa, haya yote ambayo yanafanyika ni kuhakikisha kwamba tunafikia kule katika maendeleo. Tanzania inapiga hatua yeah. Kila siku unapozungumza pia kuhusu hatua yeah, lazima tuangalie pia katika miundombinu huku, mpango mkakati wa serikali ni kuhakikisha hata mifumo ambayo inatumika hii ya usafiri kuwa inasomana kwa namna moja ama nyingine. Tumemsikia makamu wa rais wakati akizungumza, akielezea namna ya kuunganisha hizi njia ziweze kusomana vizuri.